Kinapenda kutaarifu umma wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba hatutambui tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na ndugu Samia Suluhu Hassan aliyejisimika madarakani bila ridhaa ya wananchi na inayoongozwa na Jaji mstaafu Mohamed Chande Othman akielekeza kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi ya kilichoitwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu tarehe 29 Oktoba. Kwanza na la msingi zaidi ni msimamo wetu unaotokana na ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo hana uhalali wa kisiasa kisheria na kimaadili. Alijipachika urais kupitia mchakato usio huru usio haki, usio wazi, usio kizi viwango vya msingi vya kidemokrasia. Tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake, na hata ripoti yake, rais ana mamlaka ya kuamua ichapishwe au isichapishwe, iwasilishwe hadharani au ifichwe. Kwa mantiki hiyo, si chombo huru na hakiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambapo serikali ndiyo inayotuhumiwa mtuhumiwa. E, mkuu. Chadema inasisitiza kwamba iundwe tume huru ya kimataifa yenye uwezo, weredi, mamlaka na uaminifu wa kuchunguza kwa uhuru, umakini mauaji na makosa dhidi ya binadamu na ukiukaji mkubwa wa haki za msingi za raia uliofanywa chini ya utawala wa Samia Suluhu Hassan. Serikali inayopaswa kuruhusu uchunguzi huo usimamiwe na tume huru ya kimataifa bila uoga.